Bambo, ebu ebu angalia uh, kwa Facebook kama hiyo video imea k niingie ni tafsiri ndoto ya watu hapa wachache. basi karibu. Mungu akubariki. Kama kuna ndoto ungetaka nikutafsirie, unaweza ukaniandikia ndoto yote ile unataka nikutafsirie. Niandikie tu hapo, na Mungu atakubariki. Kwa ufupi tu, andika ndoto yako, andika ndoto yako, nitakutafsiria kwa ufupi tu. Kama kuna ndoto ungetaka nikusaidie basi niandikie. Shalom Irene, andika tu ndoto yako, nitakutafsiria. Amen. Kama kuna ndoto unayo ungetaka nikutafsirie basi andika muda huu. Nimeona watu wameandika kwa hicho kipindi kimepita. Ok, huyu anasema shalom baba, nimeota leo na bibi bibi yangu mzababa aliyefariki 28, uh, tukawa tuko kanisani kule kijijini, kanis, kanisa la zamani kwani kwa sasa kuna jipya but la zamani bado lipo, wakawa wamekaa mbele bibi pamoja. Well, hii uh, hi ndoto ni fumbo, una, unazungumziwa wahitaji kuzingatia na kukaa kwenye msingi ambao ulishawekwa, msingi wa imani, msingi wa neno la Mungu. Tuko pamoja. Kaa katika ule msingi, japo kuwa mambo ni magumu uh, mambo ya aridhishi unaambiwa ukae kwenye msingi ule wa kwanza. Ndio sababu unamuona bibi kwa kanisa lile la kwanza. Kwa hiyo unapaswa kufata ile imani, zingatia imani ile ya kwanza, msingi ambao uliwekwa, msingi uliowekwa kitambo, aidha kwa familia, msingi ambao upo wa kumfata Mungu. Zingatia hiyo, ndio ujumbe unapewa. Maybe adui alikuwa anataka kuja kuondoa katika imani ile ambao bibi aliweza ku kuikulia msingi wa imani. Kwa hiyo angalia sana usitoke katika ukweli wa neno ama msingi ambao ulishawekwa na utakuwa sawa. Amen. Amen. So tena hapa kuona unawapiga picha, unajua picha ni kumbukumbu kumbu. Tarudi tu katika msingi, unatakikana uweze kuhifadhi na kuweza kutunza imani ile, kama bibia alikuwa mcha Mungu. Natumia hiyo kwa sababu ya kanisa la kitambo, japokuwa amejenga nyingine. Hebu zingatia na uweze kutunza legasi ya jamii. Amen. Blue Brown anasema ukiota mara mbili chakula imekuishia ina maana gani? Kataa season ya scarcity ro kipindi cha upungufu unahitaji kukataa. Bibilia anasema na kikombe changu kinafurika, unahitaji kuwa na season ya overflow. kwa hiyo Blue Brown hii ni roho ya upungufu ambao adui anataka kuingize katika hayo majira na kuombea kwa jina la Yesu na kwa uaminifu wako kwa huduma hii autakuwa na upungufu maishani kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Chas Kasubu inasema shalom mtumishi mm -hmm. Niliota nimebeba bendera kubwa yenye picha ya Ronald Ronaldo akifunga gola ambalo lililovunja record of the world well. hii na kuonyesha shauku kwa kitu fulani. Una shauku ya jambo fulani kuona uh, linaenda vizuri, ni shauku ya kuona kwamba unatamani mafanikio katika eneo fulani. Kwa hiyo kwa nini bendera ina picha ya Ronaldo? Unaambiwa kwamba unahitaji kuwa focus na maisha na kile unachokifanya, then utapata matokeo mazuri. Carolina Osborn, mimi nimeota uh, nikitengeneza gold, ilikuwa na umbo la mraba. Sasa najaribu kuifanya ili iwe nzuri zaidi. ah, baadaye kidogo nikaona avocado mingi kubwa, naziangalia. Ongera sana. Gold ni utajiri, gold ni mafanikio, avocado pia ni mafanikio. Kwa hiyo ndoto yako inakuwa sheria, waingia katika kipindi cha mafanikio. Amen na utakula matunda ya kiaga bidii yako. Amen, god bless you. Basi kama hamna mwingine siniseme, Mungu awabariki, ili nikaweze kupumzika na kuweza kujiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho. Mm-hmm. Amen jamani, Mungu wetu akubariki bariki Okay. Karembo tu nasema shalom, baba. Ukiota mjomba wako aliyekulea anakupigia simu eti unatakikana nyumbani, ina maana gani? Please, wakati mwingine inaweza ikawa ni bad news, jambo linaweza kuwa sio nzuri, maana mjomba limetokea mbali kwa mjomba Mbona asiwe kaka, mbona asiwe asiwe dada, mbona asiwe mama, mababa, please, omba ukatae habari mbaya, aidha habari ya msiba. Kataa, kataa, amen. Basi Mungu wabariki, tukutane kesho majaliwa tukutane kesho majaliwa, kwa neema ya Mungu katika ibada zetu zote tatu. Na Mungu atawabariki Baba, wabariki wanao. Nimeweza kuwa na muda wa kutafsiria ndoto. Asante Yesu kwa dakika hizi chache umenipa na wao, wabariki ndoto zao zilizo njema zikatimie. Mabaya ambayo adui anafunua kupitia ndoto hizi tunazikemea na kuziharibu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, amen. Spencer unasema niliota nime, nimenunua viatu, kufika nyumbani nikapata zote za mguu mmoja. Kataa roho ya kuchanganyikiwa, confusion spirit ya kataa roho ya confusion. Asante Karembo, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Jamani, si Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana sana sana. Nilikuja tu nipeane ujumbe kwa nchi yetu, maana nilichokiona sio kizuri kabisa, so nimepeana unabii huo. Unaweza ona video, wale ambao kuweza kufuatilia kwa video ambayo imetangulia daka chache na mweze kuombea nchi yetu, tuombee Kenya. Sio kuzuri kulingana na kile nimeoneshwa, meona vijana wakimkata kata panga huyu waziri, kisha nikaona wametoka wakiwa na uchungu wakielekea mjini. Sio mambo mazuri na pia wale wa Kenya mkikumbuka tukio la juzi kuhusu Butere Girls imeleta taharuki eh, baina ya wa serikali na hawa mabinti wa high school. Wako na right kupresent hiyo nani, whateva hiyo walikuwa wanataka kupresent sababu wameifanya kutoka chini mpaka hapo imefika, itakuwaje sasa pale national level ndio iwe shida? Mliona kilichotokea juzi, hiyo inakuonyesha jinsi hawa watoto wetu walivyo na amaki asira na serikali. Hiyo ni shule moja, sasa wale wengine hawajajitokeza, hatujui sura ya hawa mabinti wa Butere Girls inapaswa kutuonyesha uchungu ulio kwa Gen Z hawa watoto wetu, wale wako shuleni kwa serikali. Ikiwa hawa wachache wataingiza serikali tumbo joto, inanikumbusha sinema ya Sarafina. Wale wamewatch sinema ya Sarafina, na yule mama alikuwa natezit nini, goldback kitu kama hiyo yu, yule mama ni malala. Butere Girls wanaleta picha ya Sarafina. Haijawahi onekana Kenya, tuombe. Saa inapiga sio kuzuri, ila Mungu wetu atatusaidia. Mungu wetu atatusaidia. Jamani, mbarikiwe sana, acha tukutane majaliwa. Kama uja subscribe fanya hivyo na Mungu atakubariki na pia, kama una neema unaweza tuma sadaka yako.